Watu watatu, watatu wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia misururu ya wizi wa mifugo uliopangwa kwenye maeneo matatu katika kaunti ya Meru. Kamishna wa kaunti ya Meru Jacob Ouma alisema kikosi cha pamoja na GSU pamoja na kile cha polisi wa akiba vilitumwa ili kusaidia kurejesha mifugo hao. Wakati wa tukio hilo, kulitokea ufyatulianaji wa risasi uliosababisha mauaji ya mfugaji mmoja na polisi wawili wa akiba mm -hmm. Jana tumevamiwa na wezi wa mifugo, wakatuvamia wakachukua mifugo yetu, wakaua watu wetu watatu, na wengine kadhaa wamejeruhiwa. Na wale watatu wameuawa, wawili ni National Police eh, no, na NPR, NPR, the National Police Reserves. Ningependa kuwahakikishia wananchi ya kwamba licha ya uvamizi wa jana na mambo mengi porojo nyingi, vyombo vya dola vya usalama viko ange, tuko tayari na tutapambana na changamoto yoyote iyeyote ile. Tunajua ya kwamba msimu huu tunapoelekea Disemba majambazi wanakuwa na nia kubwa sana ya kuja kuchukua mifugo, na sisi tumeweka vitengo vyote katika hali ya tahadhari na wote wako katika maeneo mbalimbali, wahakikishwa ya kwamba uh, usalama umedumishwa.